Ndugu zangu, Chato ni nyumbani kwa mpendwa wetu kaka yangu hayati Dr. John Pombe Magufuli, rais wa awamu ya tano wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nyote mtakubaliana nami kwamba hayati Magufuli alikuwa kiongozi shupavu, mzalendo na mwenye maono ya kimkakati na ya kimapinduzi na mimi najazia hapo, alikuwa ni mwalimu mzuri na mlezi mahiri. Nitaeleza kwa nini. Ndiyo maana kazi tuliyoianza awamu ya tano nimeweza kwenda nayo vizuri, kwa sababu alinielekeza vizuri na ninilea vyema, ndiyo maana nimeweza Mheshimiwa hayati Magufuli aliniachia bwawa la Nyerere likiwa asilimia thelathini na saba. Nimeweza kulikamilisha na leo tunavuna umeme pale. Aliiacha reli ya SGR, ambayo miradi yote tulianza pamoja awamu ya tano, lakini kama nilivyosema, kwa sababu alinielekeza vizuri na kunilea vyema, nimeweza reli ile aliacha Dar es Salaam Dodoma iko asilimia thelathini, na leo tayari watu wanasafiri na vipande kadhaa vya reli vinajengwa hadi kule Kigoma. Aliniachia daraja la Kigongo Busisi likiwa asilimia ishirini na moja, leo tunasafiri dakika tano mpaka ngapi, saba sijui, tatu, kutoka huku mwanzo kuvuka kule mwisho, lakini daraja lililotufungulia kanda hii kwa kanda ya kibiashara kwenda nchi jirani. Lakini aliniachia swala la kuhamia Dodoma, serikali kuhamia Dodoma. Kama mnavyojua, bunge lilitangulia mapema sana pale Dodoma, serikali tuliwahi kwenda Dodoma na yeye akiwepo. Lakini tunavyozungumza leo tayari mahakama, mihimili watatu wa dola na wenyewe upo Dodoma. Lakini pia ule mji wetu maarufu wa Magufuli City, mji wa serikali unakamilika. Amesema hapa nadhani Jeska au mgombea ubunge mmoja, bomba la mafuta nalotoka Hoima kwenda Uganda aliliacha, ndio tunalianza na sasa liko mbali, liko mbali, karibu tunamaliza. Miradi mingi ya kitaifa ambayo nilianza nayo, namshukuru Mungu nimeweza kuikamilisha, na ninamshukuru yeye kwa maono, maono yake aliyokuwa nayo kwa wakati ule tukaanza miradi ile na kunifanya mimi niweze kuikamilisha.